Wewe uko na akili? Si hata wewe ulikuwa na tamaa ya kupata pesa? Kwa nini ulikuwa unaenda wachawi ni sawa? Ulimtuma kwa mama, alikutuma ende kwa mchawi wewe, alikutuma kwa uchawi kutafuta boxer yake ukifanya nini? Akili zangu ama alitumia akili zake kumena? Si ulikuwa umemfunga kwa chupa, una kuniambia una record nini? Tuta record, lazima Wakenya wajue nini. Wajue na wanaume wengi wenye wako na tabia kama yako makaa Nikakupeleka majuu after that. Lazima ni shout. Lazima nishout, lazima kila mtu ajue. Wewe ni nani? Wewe ni nani kwanza? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi ni bibi yake, wewe ni nani? Hebu ambie Derrick, mimi ni nani? You know why, unaenda naye Teba watu wangu, ni siku ingine njema, tunarudisha mwenyezi Mungu shukran kabla chochote. Na jana vile tulikuwa hapa kwa meeting, na hatukuweza kumaliza kwa sababu tulikuwa tumetuma madhe aende title deed ile ambayo shamba ilinunuliwa na alibaiwa na nani, na mtoto wake Diana. So ni kama safari, nadhani ndio ilikuwa mbali kutoka hapa kufika kitu hii, sio karibu, lakini amefika leo na acha tujue kwamba amekuja na hiyo title deed. Eh, tuweze kuzungumza tuone venye hii maneno itaisha. Yeah, tukianza na daktari, uko aje? Ah, niko salama hmm. na mshukuru Mungu ndio hmm. yeah. Asante, uko aje Selina? Mi siko poa hmm. kuongea ukweli hmm. lakini juu naonanga tu daktari ako hmm. na mimi saa yote naamini nitapata vitu zangu hmm. Na mimi mimi sitaki hizi madrama mingi hmm. nataka tu vitu zangu hmm. Mi tusau Derrick ni sau na mm. mm. yeah. sao, sao, mi ni msau hivyo tu. Yeah. sawa sawa, mathe, ukoaje? Mimi kwa mzima mm. Nimeshukuru mm. ni ni mm. ni ni wa siku ya leo nilikuwa nimetumwa niende title tio na huko Kitui na nimeenda nimekuja nayo siku ya leo na nimeleta hiyo title. Nilishindwa kurudi jana e, jana ba... Kitui ni mbali sana mm. Nilienda mwendo mrefu sana mm. Na nadio nikaenda nikalala mm. Nikaamkia kuja leo kulete hiyo title deed. Sawa, didiasa. okay. Ukoaje? Mimi mm. siko salama mm. Kwanza nasikia, nimekasirika sana juu hii mambo ya kushinda kwa meeting imeniharibia maisha kabisa. Imekuharibia aje hii mambo ya kushinda, tukipatana tukivutana? mm. imeniharibu kabisa mm. mm. ah, okay. sawa sawa uko <laughs> aje Victoria? poa niko poa kabisa mm. mama uko wapi leo? Ah, leo mama hata kuwa mm. ameenda kuona shan shule walikuwa na meeting na anasomea Mombasa, so ni mbali. Akaniambia ni step in eh. Okay, sawa sawa. Ukaje Derek, mimi niko salama bro. Nasikia niko na furaha at least finally napata mali yangu kidogo, unajua karibu niambulie patupu. Nafurahi sana hata akisema maisha imeharibika, mimi niko salama na furaha ina five. Okay, sawa sawa. Sasa guys hapa eh, nadhani mambo itakuwa sawa kwa sababu kila mtu mwenye mnasikia kuna wanyao wako sawa, kuna wanyao wako sawa lakini tunatumai kwamba maneno itakuwa sawa, tukiweza kuzungumza bila vurugu. Ya daktari, madhe amefika hapa, na sijui kama amekuja na hiyo title deed. Kabla kabla hatujafika mbali kwa chochote, ningependa utoe uweze kupea daktari hiyo title deed tafadhali. nime Pesa na pesa ya Derrick. Kwa mkono yake. Daktari So yakekwyo hii ndo shamba Diana, nyelibaia anti yako ndio hiyo hmm. na hmm. pesa ya brada yangu si ndio? Na mbona mama hii nini ni ujaileta na moyo moja hmm? Mbona umeiachilia uja, lakini ujaiachilia na moyo moja nimeachilia kwa nini? Kwa moyo moja, nataka kurusha deli vitu zake mashamba mm, yake ilirudi kwa mikono, mikono yake mm, ili tuweze kungania shamba vitu zake, mali yake. kabla uilete kuna maneno ambayo umeitamkia. Hapana, sijatamkia, nimeachilia safi, nitaanganya mimi sababu vile nimeshika tu hivi, nimeona kila kitu. umeitamkia maneno kwamba iende na isimsaidie chochote. Hebu achilie tu. Hapana, nimeachilia ili msaidie, sitaki kuwa na mambo ma ma zingine ngumu na e, yeye. okay, ni mo so so okay, na moyo moja sababu nitilia Düzi... Ten... na nini nimesema, na roho na roho bado. uko na uko na shida tena hapana sina shida na yeye, hiyo taito sina shida nayo. nimesema hiyo taito wa mikono ya Derrick, roho safi nimeachilia. nimesema nimeachilia, nimesema kwa mikono ya nini, na daktari pia Derrick, vitu zake na roho safi, shamba yake kwa mikono yake, sababu kabla utoke kwa nyumba

hiyo taito ya asubuhi yake. Unafanya nini nayo usiku? Ulikuwa unafanya nini nayo usiku? Nilienda nikashindwa nika, nikaanza mashughuli zingine. Sawa sawa, hiyo familia nikachukua. Nilikuwa tafuta taito mali, ilikuwa nimeweka ilikuwa nimeweka mbali isiyo isionekane karibu, ili mtu asichukue. Sasa nilienda nikatafuta kucha, nikalala nikaamkia kuchukua leo, ndio nikashika mkono yangu nikalete

Si ufanya ongea huyu ni kama ajachoka. Wakati nimeishika nataka tu uchukue umpatie na moyo moja mpatie huyu kijana naitamkia e, maneno nimeitengeneza, nataka tu ampatie akupee na moyo moja, nataka umpatie iachilie tu na sina ubaya na hiyo satabikia kitu ikusaidie hiyo shamploti yako, shamba yako ikusaidie imetaitwa kwa mikono yako ikusaidie hmm. Hivyo ndio nilikuwa nataka nilitaka uiachilie tu hivyo kwa amani, sababu hii nini usiku huyu mama hmm. Kabla alete hii kitu usiku ameitamkia, ameweza kuilaani. Yani, huyu bado hajatoka na uchawi, huyu sista huyu anti yako hajatoka ya na uchawi. Hii familia yenu hata sijui inakaa. Hautaniongelesha hivyo , msichana. Ati kama nani? Mimi ni wewe. Mimi nitakuwekelea pia wewe. Ona huyu msichana, kwenye tu ni uchawi, mnajua hata una adabu sasa, hii imerudi hmm. na vitu zingine ambaye wewe una jana, nilikuambia aje siarakishe kuongea jana ukiondoka hapa nilikuambia namna gani? mm. Sababu shangazi ndio hii ameleta, mm. na naona iko hii vitu, mtajua vile mtabadilisha vitu irudi kwa majina yako, sababu mm. naona wameandika kwa majina yao. Hata Mm. hawana adabu na hii ni jasho ni yako. Ya hii ni mali yako zalewe. na wewe jana vile tulielewana, tuli namna gani? ukitoka hapa mm. vitu zenye nilisema narudisha nilirudisha, zile za mzee mwenye nilikuwa naye Hmm. Lakini zaza zenye Derrick anasema hakuna hmm. kitu yeye nikonayo yake, so, unaanza kudururisha maneno nyuma. Yaudu, mali yenye daktari aliniambia nirudishe ni ni yes. Nilirudishia yes. Tunangoja urudisha hizo vitu ndo tupee Selina yes. Kwa sababu vitu uko nazo ni za Selina, so Kona, yukonazo. Yukonazo. Sina vitu za Derrick mimi sina kenye unaongelelea hata sijui baba ake akiwa hapa akiwa hapa alikuwa anaongea. Baba wako ako hapi? Mbona umemwacha nyuma? Baba yangu ako na shughuli zingine hajaweza kukuja. Baba, huyu mtu akiwa hapa alikuwa anaongea, akikubali kikubali atarudisha. Haiwezi kuwa ni shamba peke yake. Gari ziko wapi? Gari, gari izo gani? Gari gani? Hakuna gari nisho, niko nazo zake nisho, you know, hakuna mpishara. kitu niko nazo yumi zake. Yumi Iza, kule nyasi arudishe hizi vitu. Utarudisha hizo vitu. Utarudisha utake ukitake. Huyu msichana aka anaongea na kiburi sababu binae daktari, mbona unataka kunifanya ni kufanyie kitu mbaya? Unajua mimi Ketua, nakuonea sababu ya hii hali ambayo uko nayo, ndio maana inafanya mfanyi, hey. Jana ukiondoka hapa tulielewana aje? Hiyo ndio kitu mimi naswali, na swali na kuuliza tulielewana na wewe nilirudishe vitu zenye nilikuwa nazo za huyo mzee, na nilirudisha na babangu alikuwa ziko ya nipe. Ya nilisema nilisema nilisema shamba peke yake. alikwambia urudishe kila kitu yenye si yako, ya si ya shamba. Za Derrick ni zako, magari zake ni zako. hii imetoka wapi? hii imetoka wapi? hii imetoka wapi kama si pesa za brother wangu? Magari zake ziko wapi? Nyumba zake ziko wapi? Gani ako na nyumba ngapi? Ati huyu msichana sintaekelea kofi yake. Na mimi uta niongelesha? Nyamazie, sijui naniongelesha nini. Kitu ya brada yangu. Wewe we nyamaza, yeye ndio anafaa kunitisha. Tuko na damu. Naitisha juni zangu. Sina mali yake a nyumba niliachiwa yeye mwenyewe ni kama anatuzungusha tu bure. Huyu ni bora yeah, tu daktari amfanyie mambo, aongee aongee, ukweli sijui. Daktari, kama uko na dawa ya kumfanya aongee ukweli, leo anasema hii, kesho anasema hii. Alikuwa amesema ana shamba hii, imetoka binguni? Hii imetoka wapi hii shamba? Mbona unakuwa kigeugeu? Daktari ufanyie huyu mtu hata huyu msichana, hii vitu yote ambayo mmekuwa mnafanya mlikuwa mmeelewana ama? Sababu anasema wewe ukimuitisha hizi vitu, wakuwa anajua unafanyia nini? Mimi nilikuwa namuitisha vitu hata kama ni pesa za Derrick yako, anajua nienda kufanya nini nazo? Ndio nikaenda huko kituini, nikaenda asiweze kujijua, ndio nikaona nikamchenge hizo vitu zake. Ndio akiniletea vitu naenda nafanya uchawi yangu, kijana mdogo kama yule ndio niko nauliza wakati, wakati mlikuwa mna u akikurete hizo vitu mulikuwa munaelewana ama alikuwa analeta tu bila ye kujua Hapo oh. ndio nataka uambie na watu nawe mbona unasema ata akuna vitu ka hizo unajua nashindwa ni watu wangapi umefanyia hivo watu wangapi umefanyia hivyo? Nataka anipee mali yangu yote unaleta hizo vitu ama leo. Chana wakati nilikuwa na kuuliza sulikuwa nasema kwamba wewe ulikuwa unaitishwa vitu na ujui ni, ni za nini. Sindo huyo amesema hapa ukweli? Msichana amejaa kiburi. Hey. Hey, hata hizi ongea, hauna maneno jo. Ile aibu yenyewe nenda kukupiga wewe. Na bado, sasa ndio umeanza kuporomoka. Baba yako ako wapi na ni mpigie simu akuja hapo kwa sababu nilikuwa naona baba yako akiwa hapa ndio alikuwa anaongea. Hmm? Baba yake labda ame, in case tumfanyie, amefungwa na huyu tena. In case afanyiwe kitu yenye anataka kufanyiwa, afanyiwe kama baba yake hapa anaona mtoto wake vitu anafanya. Lakini Binai, unajua baba yake hata akikuja hapa atashinda tu akimtetea. Oh, ni mtoto wangu. Lakini, nataka baba yake huyo hata akipewa punishment na daktari baba yake akuwa hapa. Ndio ajue kitu enye mtoto hmm, anafanya asiona kama alikuwa anaekelewa tu. Kwanza aseme hizo vitu zingine za brother yangu ziko wapi? Kitu ya brother yangu. Mimi nisumbue. Unachukua vitu, nitakuwekea. Na nyumba yangu na shamba yangu ya Kamulu naitaka, nazitaka. Unashida ukijitaja ati wewe upewe vitu zako, mi nataka vitu zangu daktari zifanye. Aongee juu, kiburi yake ataikula tu mwenyewe. Najua mimi niko namsikiza tu, niko namwangalia na naona, na pahali tuko tunafikishana, naona atuelekei pahali pazuri. Na mimi naona nimembembeleza ya kutosha yeah, like na the ni the nimeongelesha ya kutosha, yeah. Na nadhani ameona vile kazi yangu mimi nafanya. Na mimi nilidhani vile niliongea na yeye jana, na tukaelewana vizuri tu kwamba kesho ukirudi hapa, ukuje na hizo vitu, na tumalize hii maneno. Mimi unajua sitaki mambo ya kuvurutana na wewe msichana. Sababu unaona ni kama nafanya mchezo, na mimi nimetoka mbali sana kukuja kushughulika hii mambo na niko na kazi mingi. Nadhani hapo tumeelewana, mimi nataka tu uongee. uongee. Na rakisha, na si uongee. Unataka upewe nyonyo ndio uongee. Kwa nini hizo vitu Diana sio wewe ah? uko nazo Ni na, direct, nani nani direct daktari, Ama huyo mtu hizo yeah, vitu ayana. Hiyo vitu wako nazo na hiyo mtu wameshikana watu wawili. Eh, hey, tena. Na hizo vitu wako hmm nayo. Sasa enda ako nazo ama huyo mtu ameshikana naenda ako nazo Haa, wote wako na hizo vitu sababu naona nikiangalia ni wapenzi tu. Wapenzi tena? Tena mwingine daktari dena kweni, wewe hata una aibu? Ama ni uye mzee daktari Hati, ni huyo mzee wake? Hapana, mwenyewe hmm, anajua mtu ambaye amepatia. Nani ulipea nani? Nani nani hizi hizi vitu, vitu, hiyo mali sasa wewe? Hmm? Na siongee msichana ulipena bila. Ulipea Si uniallow tu nishikashike msichana, msichana nimsalimie, ni ni kidogo Ulipea nani hizo vitu? Tuambie mtu ulipea hizo vituvitu, sim nikonazo. Nani ya konazo sasa? Nani ya konazo? Nani ya konazo Diana? Daktari, tumechoka kuongea na mtu tukimbembeleza hivyo. Kwa sababu naona ni kama na, unajua haka nadhania ananificha mimi mambo eh, kuna mtu ambaye hiyo shamba ambayo mliuza, unakubali? Una shamba ambayo huyu msichana anasema ya Kamuru? Shamba yako iliuzwa? Shamba iliuzwa, jamani, ya Selina? Hiyo shamba ambayo na huyu na huyu msichana, shamba iliuzwa na nani? Daktari, mbona uliuza shamba yangu? Kuna shamba ulinipa Shamba gani anaongelelea? Hiyo shamba anasema ya Kamulu ama anasema? Ya brother yangu ni yangu. Ndio ile shamba. Shamba ya e... yangu ya Kamulu yangu ya eh? Unajua, huu, unaona, ulipeana shamba yangu, ikauzwa. Shamba ya Kamuli nani, ya Selina, hiyo ndio shamba ambayo alikuwa mineachia, mm. lakini tulikuwa tumeagreed niuze mm. saa ndio maana nikaachia mpenzi wangu mm. mpenzi ambaye ni kigeugeu, mpenzi na mtu yote. Naona ameharibia maisha maisha, maisha maisha. Mimi mwingine huyu na anakuharibia maisha yake. Kama ungeenda kwa huyu mama, hii mambo yote ingekuwa. Yeye alikutuma kwa mchawi. Mimi, hautanirushia kidole tena wewe. Ole wewe, msichana. Wewe tu ni msichana, mbona una pesa, mbona una pesa, mbona uko na shamba yako uuze? Shamba yako na kitu ambayo unasema kwamba kama angeenda kwa huyu mama, na mbona wewe ndio ulituma huyu kijana kwa wachawi ni sawa. Ulimtuma kwa mama, alikutuma kwa mchawi, alikutuma kwa uchawi, utafuta boksa yake, ukifanya nini? Umemfunga kwa chupa, angetumia je akili zake na ulikuwa umefunga kwa chupa, hata wewe hii familia yenu imelaaniwa, na utajua ujui wewe. Daktari, sasa tutafanya aje? Kwa sababu naona msichana anataka, mimi nataka tu nisaidie, nipate tu vitu zangu, kile kitu ambaye mimi nataka, sababu amekataa kuongea. Na unajua kitu ambaye nampea kiburi, anaona ni kama ni hii hali ambayo yako. Ndani kuna mtu ambaye nataka akuje, na huyu ataongea ukweli kuna mtu ambaye anataka akuje ili aweze kuongea ukweli na kila kitu ijulikane, na sitamwacha hivi. Hiyo shamba uliuza, anataka hiyo pesa una una brag na hiyo, hata hiyo pesa si yako. Utaachwa bila utaachwa bila wewe, usikwe utarudishia huyu vitu zake, utapia nipatie vitu zangu na hiyo sahi, hata hiyo shamba si yako, utafilisika sahi. Mimi Binai, let me tell you one thing, mimi acha nikwambie kitu moja Binai, juu niko na 75% jana, nienda nikafikiria tu juu nilijichukulia mi pesa yangu haki hmm. ya, yangu juu huyu alikuwa anataka kunitapeli nini? Nini? Nini? Nini? Na hiyo 75% niliona niko na 75%. Nikasema juu niko na pesa yangu ingine mi ni mama mwenye pesa. Nikasema, hmm. nime, pesa. Nimeamua hmm. Nataka tu unipee shamba hmm. Ayo, na nyumba na gari juu naona huyu hata tumfanyie nini hakuna, siku hatawai faulu kunipea vitu zangu zote. Kwa hivyo tu mi nakuachia hizo zingine, hata six million wacha nimwachie, lakini shamba, nyumba na gari

Before utoke huku. Wewe sasa wacha kuongea hivyo kama mtoto mdogo. Hata wewe. Wewe nikikulipia ndege huku, umekalisha matako yako kwa nyumba, ulikuwa unajua na struggle aje? Nimetumia pesa mingi sana na wewe. Hata kukumesha hizo ndevu zinikumbushe sasa venye daktari amesema kuna mtu anakuja hapa, tunataka tungoje huyo mtu ndo, labda kuna vitu zenye wanasema, sindio daktari? Ndio. mm. mm. mm. e. mm. tungoje huyo mtu mwenye wanasema, wanaungana na Dayana kutapeli nani Derrick na, na Selina. Tuone kama nienda, kuna hizo vitu, tuone venye tunaweza zipata. Sija kutapeli, wata nafaa nikufungishe, ufungwe maisha. Daktari, mtu natuletea aje? hey. ama mm. anakuja tu Msichana nataka tu mwenyewe aone matukio tu mwenyewe, sababu unaona, lakini siwezi muwacha hivi, siwezi muwacha hivi hii kuniangaisha, ambayo ananiangaisha. Nataka mwenyewe aibike tu, na nilimwambia na, kabla hata nianze, nilikuwa nimemwambia na nimejaribu kumwongelesha, lakini naona kiburi yake hii haitamsaidia kitu, itamuweka tu pale pabaya na utaisha vibaya msichana, wacha nikuambia, utaisha vibaya. Anaanza kuporomoka huyu na sababu hii mali ambayo unaringa nayo mtu, ongea kirudisha vitu za wenyewe, hata yeye ataporomoka na mimi kwenye nitaporomoka wewe, yeye akaenda kwa wachawi, utakuwa narudisha na mimi. Nataka Binai itu mambo ishe, ndio maana sitaki kushindania hapa na vitu na na mingi. Okay, nsao, sawa sawa Director, kata acha tungoje huyo mtu mwenye daktari anatuletea.